Mwanaume unapoamua kuoa inamaanisha umeangalia wanawake wote uliokutana nao umeona hawafai, ila huyo unayemuoa kwa sasa hivi ndio anafaa kuliko wanawake wote uliowaona. Mwanaume unapomfuata mwanamke na unamwambia nimekupenda, nataka nikuoe, inamaanisha umeshaandaa mahali, inamaanisha ushaandaa kila kitu, ilikuwa imebakiza tu kumpata mwanamke na kufunga naye ndoa basi. Kwa hiyo dada, ukikutana na mwanaume anakwambia, nimekupenda, nataka nikuoe Yatakiwa mpe limit ya uchumba miezi mitatu ya kuchunguzana. Mwambie kabisa, tunaweka limit ya uchumba, ikipita muda fulani haujanioa hatujafunga ndoa mimi na wewe basi. Kwa sababu mwanaume anapokufuata wewe mwanamke, anakuambia nataka nikuoe, inamaanisha ameshakamilisha kila kitu, mahali, sijui vitu vyote kaweka sawa, ilikuwa ni kumtafuta tu mwanamke na, na kufunga naye ndoa na kumweka ndani. Sasa kuna ile ya kuchunguzana, unampa miezi hii, imezidi miezi mitano tu lakini sio anasema nataka kukuoa, halafu anaendelea kukutumia. Eh. Anakutumia, mwishowe anakuchoka. Sisi wanaume tukishamtumiaga mwanamke tunamchoka. Tena akiwa anapiga piga visimu, mama anakuja ghetto, si, yani ndo tunamchoka kabisa yani. Mwanaume anapomtafuta mwanamke, anataka aanze, ameanza process ya kumtongoza. Huwa amemwekea asilimia za kumwamini huyo mwanamke asilimia mia. Ya kwamba huyu mwanamke namwamini asilimia mia. Anaonekana kama ana akili. Tongoza tongoza kona ndo anazidi kupata sasa azili asilimia. Eh kama nilivyowaza wewe yuko hivi hivi. Ukishasema tu sawa nimekubali nimekupenda. Kutoka asilimia mia zinapungua. Zinabaki asilimia tisini. Kumi zinatoka. Ukishamwambia tu mwanaume sawa nimekubali nakupenda pia. Kwenye asilimia mia zinabaki tisini. Anambia eh, tayari kashaingia kwenye mfumo. Ukishakubali tu kwenda geto akalala na wewe. Kutoka asilimia tisini zinapungua mpaka asilimia huko 30. Akirudia asilimia zero. Sasa wewe, mwanamke upendo wako unaanza kupanda kwa mwanaume. Kwa sababu mwanamke mwanaume anapokufuata wewe unampenda asilimia sifuri. Akiendelea kuleta vizawadi, anakuzingatia na kusurprise, upendo unapanda kwake. Sasa mwenzako mwanaume akishakutumia asilimia zinapungua. Wewe ukihudumiwa asilimia zinapanda. Sasa mwanaume akishakutumia tu asilimia zinapungua. Kwa hiyo, mwanaume unaposema nataka kuoa inamaanisha umeamua kutulia na mwanamke mmoja, utampenda huyo huyo, mtaheshimiana. Ukianza madudu ya kutoka toka toka nje wewe, ni malaya. Wewe ni malaya. Kitu pekee ambacho hufai kumvumilia mwanamke ni mwanamke kuleta usaliti, lakini vitu vyote yafaa kumvumilia. Kwa hiyo, mwanaume unapoamua kuoa inamaanisha ume, umeamua kutosheka na mwanamke mmoja. Zaidi ya hapo, wewe malaya! <laughs> Malaya wewe. Na utapata ukimwi mwaka huu jinga wewe. Kama unaona wewe bado unapenda kutafuta wanawake wengine wengine wengi, si ungemwacha mtoto wa watu aendelee na maisha yake? Angepata mwanaume ambaye anaaminika, lakini sio mjinga mjinga muongo tapeli kama wewe na wao watoto watu, mnaanza kuwanyanyasa, mnawasaliti, mnawapiga. Karne hii kuna kupiga mwanamke? Malaya tu <laughs>